Hospitali ya Mnazi Mmoja sasa inaenda kuwa hospitali mpya, na hospitali hii kama alivyosema katibu mkuu ina historia kubwa ya, ya, ya, ya karne, sio ya miongo, ya karne. Kwa hivyo nafurahi kuona kwamba tutaingia katika historia ya kwamba kulikuwa kuna mchango wetu wa kuitengeneza hospitali hii. Wakati tunaingia madarakani, niliwaambia wenzangu kwamba sekta ya afya kwangu mimi ina umuhimu mara mbili. Mara moja ni umuhimu wa watu kuwa na afya bora, ukiwa una watu wenye afya bora ndio uchumi utapokua, vinginevyo huwezi kukuza uchumi na watu ambao hawana afya. Lakini kwa sababu mimi mwenyewe ni, ni, ni, ni mtaalamu wa, wa sekta ya afya kushindwa kuimarisha huduma hii itaonekana ni feli kubwa. Ni afadhali nishindwe kwenye sekta nyingine, sio hii. Na nikasema ni vyema tuanze kutoka chini kwenye huduma za msingi tuziimarishe, halafu tupande juu kuimarisha huduma za wilaya, halafu tuimarishe huduma za mikoa, hatimaye huduma za hospitali za rufaa kama hii leo. Nafurahi kusema kwamba kule kwenye huduma za msingi jenzi unaendelea wa vituo vya afya vya kisasa kabisa, hospitali za wilaya ya nyote mmeziona na zinatoa huduma nzuri. Sasa hivi tumejikita kwenye hospitali za mikoa, tenda zimeshaanza kutolewa. Tutakuwa tuna hospitali tano kila mkoa yenye hadhi ya mkoa. Tumeanza na mkoa mjini Magharibi, na kukweli, kwa kweli tunafurahi kuona kwamba jengo zuri, vifaa vya kisasa na huduma Tutakuwa na huduma kama hizo kila mkoa, ili watu wasilazimike kutoka kwenye kutoka kwenye mikoa yao kuja kwenye mkoa mwingine. Lakini hatuishii hapo, tunakwenda sasa kwenye ngazi ya rufaa. Moja ni Mnazi Mmoja, tumeambiwa hapa mwaka elfu mbili na ishirini na saba Juni ishirini na saba Juni tutakuwa tumekabidhiwa. Hii si mbali e, baada ya mwaka mmoja na nusu hivi tutakuwa tumepata hospitali mpya ya kisasa yenye zana za kisasa, na kwa kweli tutatafuta utaalamu wa uendeshaji wa kisasa ili huduma zote ambazo tunapeleka wagonjwa nje kwa sasa ziweze kufanyika hapa. Tumepiga hatua kubwa sana, kwani dispensari zinajengwa hivi sasa, zimejengwa nyingi tu, senta zinajengwa. Mi nimeondoka, naona kwamba kuna dispensari zaidi ya thelathini na <muchin> tano zimejengwa mpya nzuri za kisasa. Kwa hivyo nifadhu tiba ya kisasa na miundombinu ya kisasa ya kuunga moja kwa moja kutumia fiber cable, ili electrically vitu hivi vina na supply data kila pakati kwa, lakini health centers na zinazojenga zote zina theaters na zina kila kitu. Ukiona sasa hivi utaona kwamba hii health center hii ndio ile ya Kunduchi, sio original wala district. Kwa standard ya hospitali zetu imekuwa na hali ya juu sana. Mheshimiwa Rais, asante sana. Hospitali ya Mnazi Mmoja imekuwa nguzo kuu ya huduma za afya kwa Zanzibar kwa miaka mingi sasa, kwa hospitali hii imekuwa ikihudumia maelfu ya wagonjwa kutoka Zanzibar, Tanzania bara na hata maeneo mengine duniani. Kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya watu wa Zanzibar, kuchakaa kwa majengo ya hospitali hii na ubovu wa miundombinu iliyopo sasa ambayo haiendani tena na mahitaji ya huduma za afya zinazohitajika katika karne ya ishirini na moja ilianza kuathiri malengo ya serikali ya utoaji wa huduma bora na za kisasa, hasa ilipoingia serikali ya awamu ya nane. Hivyo ulituelekeza wizara ya afya, kabla hata mimi sijafika wizarani, kuwa tufanye matengenezo makubwa yatakayojikita katika uboreshaji wa vifaa tiba, utanuzi wa majengo, ili hospitali hii iweze kuendelea kuwa kitovu cha huduma za afya chenye uwezo wa kutoa huduma bora za matibabu yanayoendana na viwango vya kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukarabati na utanuzi huu utafanywa katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja ambayo iko mita chache kutoka ofisi yako hii, au hapa tulipo, lakini utajumuisha Mwembeladu na Kidongo Chekundu, ambayo yote ni maeneo ya hospitali ya Mnazi Mmoja. Na ukarabati huu na ujenzi huu utaleta mabadiliko ya ufuatayo. Kwa upande wa hospitali ya Mnazi Mmoja, Mwembeladu na Kidongo Chekundu, kwa sasa ina vitanda 776. Ukarabati ukikamilika utakuwa na vitanda 952, ambao takriban vitanda 200 zaidi vitakuwa vimepatikana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini kwa maendeleo makubwa, kwa maelekezo yako, sisi sekta ya afya hatuangalii tena swala zima la kuongeza idadi ya vitanda, bali tunaangalia swala zima la kuhakikisha hospitali zetu tunazozijenga zinakidhi viwango vya kimataifa, kutokana na nature ya nchi yetu ya kitalii, na tunataka kuimpress utalii wa mikutano na utalii wa tiba. Hivyo kwa lugha rahisi, Mnazi Mmoja hospital italeta mambo makubwa yafuatayo: kwanza hapo huduma mpya ya kuwahudumia wagonjwa wakuja na, ku, wakuja na kurudi yani day hospital, huduma ambayo hapo awali haikuwepo. Huduma hii itawezesha wagonjwa kupata matibabu bora kwa muda mfupi na kurejea majumbani kwao siku hiyo hiyo bila kulazimika kulazwa. Pili, vyumba maalum vya kitabibu vyenye vifaa vya kisasa kwa ajili ya kufanya uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu ambapo kitaalamu vinajulikana kama catheterization laboratory, au kwa kifupi tunaita cath lab, ambapo kitaa ambapo kwa sasa huduma hiyo haitolewi hapa Zanzibar. Na katika jumba hili au chumba hiki kutakuwa na mashine za x-ray, vifaa vya picha za kidijitali na teknolojia nyingine ya kisasa itakayosaidia kugundua na kutibu matatizo ya mishipa ya moyo ile uziba, yani coronary artery disease na tundu kwenye moyo